Jamaa analalamika pale alipomapproach yule binti pale, yule binti alimwambia kakangu, mimi niko, mimi nimeamua kuwa mkweli nimeamua kuwa mwazi tu na wewe mimi nimekuwa katika mahusiano mara sita, yani ni kama vile sina bahati ya mapenzi. Binti akaamua kucheza pati yake akamueleza jamaa. Jamaa hakujiongeza na akamwambia usijali, kwangu mimi mapenzi yatakuwa tofauti, nitakutunza na huta regret kwamba eti kuwa na mimi hapa ana. Lakini ashapatiwa nini? Ashapatiwa warning. Mimi nimekuwa katika mahusiano mara ngapi? Sita. Sasa sasa, sahii jamaa analalamika kwamba yule mpenzi wake amemzaliti. Jamaa analalamika, analia, ndo mi namuuliza pale, unalilia nini kaka? Wewe akikwambia kwamba walikuwa sita, wewe ni wa saba hukujiongeza Ulitumia akili kichwani kusema kwamba mambo yatakuwa sawa? Hapana, <totipi> hukutumia akili kichwani. Jamani, wakati mwingine acha kujifanya Yesu. Kama vitu vimeshindikana kule, acha kujifanya wewe unaviweza. <totipi> Junction massive. Wajama wanasemaga pale, we kama imekushinda upande u mimi naweza, hapana ndugu yangu. Wache nina superstar pale. Lekwe. Tuwache hiyo superstar pale. Kina Masila, kina Biko pale, kina nani pale, kina Kapenguri ya sita pale, kina Philip. Kina Mkwabi pale kina Marunde pale kina fundi pale kina Mkojosi pale kina Nzakwe pale kina Mr. Mwaluma pale kina naninani nani, msembi pale, jamani, kama vitu vimeshindikana kwa watu sita, msijifanye ma superstar kwamba nyinyi mnaweza Misome. Misome. Misome. Misome. Jamani, tuache kujivika superstar dogodogo, tuache kujifanya ma superstar bale palepitia ko kwa, unamwambia kwamba jamani, vitu ambavyo vimeshindikana, tuache kujifanya sisi ndo wakombozi eti tunaeza. Hapana, mambo yaendaji hivo kabisa, ndugu zangu

kwa hiyo watu ambao wako na tabia kama hiyo, tabia ya kujifanya masubasa, tabia ya kujifanya kwamba wanaweza, alafu baadaye wanaanza kulalamika kwamba aisee, aisee, aisee, kulikuwa kukawa, kukaenda mpaka kaniacha. Jamani, hiyo si tabia nzuri, si tabia nzuri kabisa. Kwa hiyo watu ambao wako na tabia kama hii vijana ambao wako na tabia kama hii, wazee ambao wako na tabia kama hii, jamani, mimi ninawakusanya nyote kwa pamoja, ninawaambiaje? Tafadhali tafadhali tumie ni nini, akili kichwani.